wa kutafutwa huu ndio mfumo ambao kila mtu anatamani kuwepo pale, most demanded wanatamani, unaitwa, una uko na masamio umekaa pale, mnajadiliana, mnaambizana eh, mnajadili kwani ni misitu na waziri mkuu. Hmm. ikitokea tu jambo la kisiasa unaitwa. Hakuna ambaye hapendi kutafutwa, ila kutafutwa unatengenezwa na michakato hiyo miwili, kujitafuta kutafuta na pia kutafutwa. Za kutafutwa ni matokeo, na ndio maana wewe, hata wewe, nikikwambia kabisa, je, unatamani yaani, kwenye maisha yako unatamani uonane na nani? Una aina ya mtu ambaye leo hii yeye anatafutwa ili alianza na michakato hiyo Yaani ikitokea Mungu ikitokea Mungu nikakutana na, na, na, na kasema majaliwa, dakika moja tu, dakika moja tu, dakika moja tu kwa dakika moja ya majaliwa, sio dakika moja ya kwako. Sasa si sasa, haifanani, si ndiyo? Si ndiyo? Nikae dakika moja tu, dakika moja sasa. Dakika moja unaongea nini? Ndo shughuli sasa. Nikaja kujua siku moja, nilikuwa na niko kwenye lifti tu kwenye hoteli tu, e lifti pale. Sasa napanda zangu juu hey, mtu ambaye sikutarajia kwenye maisha yangu nitakuja kumwona huyo hapa hey! sana ongea nini? yaani natoa salamu, unajua kwenye lift ni kama sekunde kama thelathini hivi au kumi na tano. Jambo hai, ni mwili natetemeka, hata siwezi kuongea. Hey, hey, hey. imekuwaje huko ndani si uh, jambo hey. Hivyo akatoka ah. Nikaja kujua shida sio watu ambao tunawatafuta, shida unaongea nini na wao watu au, kwa nini unawatafuta? au hey, na watu piga selfie." sio sawa, hiyo sio sababu, na akikuona hiyo anaona huyu mjinga huyu. Anaandaa kujitetea picha ambazo zitaenda kukuua baadaye, kama huyu ana maadui akiangalia picha na na mwena mmoja hapo ni ni huyu huyu mpaka apiga naye picha, maanake wana uhusiano umeisha na ndio maana sio kila marafiki wa posti. Iko hivyo, hmm, hivyo. Sio kila marafiki